Nina wasalimu wapenzi watazamaji, waite kituo popote mlipo, hamjambo. Mimi ni mtangazaji wenu Bwana Ezra. Kila ambacho nawaomba ni ushirikiano wenu mwema, sambaza hizi kanda kuelekea kwa vikundi vingi, ili taarifa zetu ziweze kufika aa, kila kona ya taifa. Serikali ya Samia Suluhu Hassan inawalilia wananchi wa Tanzania waweze kuwasikiliza wasiandamane, na wanawalilia wananchi wasinisikilize mimi Ezra, ambaye ninawaambia taarifa za kikweli, lakini wanataka wao ambao wanatoa taarifa za uongo kuelekea kwa Watanzania waweze kuaminika. Ni jambo la kusikitisha kupata serikali inapotosha wananchi. Mfano, juzi kuna maudhui ambayo yaliweza kutolewa na kituo cha CNN kuhusu makaburi ya pamoja ya Kunduchi, mahala ambapo ndugu zetu wamezikwa. Tulifanya utafiti. Tukapata mpaka serikali ilitumia maafisa wa polisi kupita mahospitali kuwachukua majeruhi na wanawapeleka kwenye mochari wakafie pale. Lakini serikali badala, yani, badala ya kutoa, ya kuto, yani, badala ya kutoa ushahidi kuthibitisha kwamba taarifa ambazo tunazitoa ni za ukora ama ni za ukweli, serikali ikasema kwamba oh, yale maudhui ya CNN ni ya kupotosha, ni ya upande mmoja. Mfano mwingine mpenzi mtazamaji wa hii serikali kupotosha wananchi wa Tanzania, serikali imelipa baadhi ya vijana Tanzania kusambaza taarifa za uongo kwenye mitandao ya kijamii. Mfano ukiangalia chapisho kama hilo ni vijana ambao wamelipwa pesa na serikali kusambaza uongo ili kuzima yale maandamano ya vijana wa Gen Z na Watanzania. Ukiangalia hapo, wamechora sura ya Mange Kimambi, wamepitishia ama wameunda hii picha kupitia AI, alafu wakambebesha bango wakisema kwamba eti, Disemba 9 e, musitoke nililipwa kuharibu nchi. Yaani, wamejaribu wame, wame kuunda picha ya, ya, ya Mange Kimambi mwanaharakati wakiwa wamembebesha wame bango wakijaribu kusema kwamba eti ni Mange Kimambi ameongea na kusungumza kwamba alilipwa ili kuweza kuhamasisha Watanzania kuandamana kitu amba, ambacho serikali haijui wananchi wanaandamana kuweza kumaliza ukandamizaji Tanzania. Wananchi wanaandamana kuweza kumaliza ukatili Tanzania, kuweza kumaliza udikteta Tanzania. Lakini serikali imeamua sasa kulipa vijana kwa sababu wamegundua kwamba ajira ni donda sugu sana kwa vijana, na vijana wanataka pesa. Wamewalipa baadhi ya vijana kuweza kusambaza taarifa, taarifa feki kama hizi ambazo unaona wamebebesha Mange Kimambi, uh, bango wakisema kwamba Disemba tisa musitoke, eti alilipwa kuweza kuharibu nchi. Hii inaashiria inaashiria nini mpenzi mtazamaji? Hii inaashiria kwamba hii serikali imepotoka na hii serikali imeamua sasa kuwapotosha wananchi na hii serikali imeamua sasa kutumia kila mbinu angalau kuweza kuzima maandamano haya, na inamaanisha kwamba serikali hii imeogopa, wanajaribu kila namna ili kuweza kuwasihi watanzania wasitoke kwenda kuandamana. Wao wanasema kwamba eti watu walilipo kuweza kuharibu nchi, ili hali wananchi wanatafuta na kutetea haki zao za msingi. Sasa wapenzi watazamaji, nisikilize, mnaelewa Tanzania uhuru wa wanahabari umefinywa. Wanahabari wameambiwa kwamba wanaripoti mambo mazuri ya serikali mahala ambapo wanadhalilisha wananchi, mahala ambapo wanakandamiza wananchi, mahala ambapo serikali haitaki kuwasikia wananchi, mahala ambapo serikali inapora mali ya wananchi, na mahala ambapo serikali inakosea. Wanahabari wameambiwa wasichanganue hayo mambo. Mimi, Ezra, nimekuwa daraja la wananchi kupitisha malalamiko yao kuelekea kwa serikali, na mnapaswa kuniambia wapenzi wata, ama mnapaswa kuniamini wapenzi watazamaji. Malalamiko yenu yanafika kwa serikali. Kwa nini? Ninawaeleza malalamiko yenu yanafika kwa serikali kivipi? Kwa sababu serikali nimegundua kumbe inanitazama, serikali ya Samia inanitazama. Wao wanataka waweze kusikilizwa, lakini wao hawataki kusikiza wananchi. Sasa juzi nilipewa taarifa za ndani kwamba aliyekuwa Aa, makamu wa rais bwana Philip Mpango amewekwa kwenye jela ya nyumbani, amewekwa chini ya ulinzi mkali. Aa, wanamumulika akitoka anasindikizwa na maafisa wa polisi. Akitaka kwenda hospitali lazima aweze kuandikia Samia Suluhu Hassani barua. Mimi nilipewa taarifa hizo kutoka ndani nikawapasha serikali kumbe inanitazama, Samia akanitazama, akaita waziri wa mambo ya habari, utamaduni, sanaa na michezo, ninadhani kwamba ni huyu msemaji wa serikali, sijui ni Gaston Msigwa, wakanitolea wakanitolea kitu ambacho kinaitwa maelezo, kusema huu mimi ninapotosha wananchi mimi oh, na naanika taarifa za uongo, ninapaswa kuweza kuelezea taarifa za Kenya. Ndizo hizo hapo, mnaziona hapo juu, ni wizara ya utamaduni na habari. Wakasema kwamba upuuzeni uongo huu wa huyu anayejiita mwandishi wa habari wa Kenya Eagle Ezra. <laughs> makamu wa rais mstaafu Mheshimiwa Philip Mpango hashikiliwi wala kuzuiwa mahala popote, ana uhuru wa kwenda popote na yupo salama akiendelea na shughuli zake. Yaani, wamekataa kudhibitisha taarifa ambazo nilipewa za ndani. Unajua ni kwa nini wamemzuia Philip Mpango? Ni kwa sababu wanaogopa kwamba Mpango anaweza akatoa ushahidi kuelekea mahakama ya ICC kuhusu maafa, na kwa sababu Mpango ni Mtanganyika yaani wanamshuku hata sasa hivi. Nimepewa taarifa za ndani kwamba huyu aliyekuwa waziri mkuu Kasimu Majaliwa naye yuko chini ya ulinzi. Sasa haja gani Tanzania ama serikali ya Tanzania haitaki wananchi waweze kupata taarifa kama hizi? Mimi wananiita mpotoshaji. kama nimesema taarifa za uongo, wakuje na ushahidi. kama mimi nimesema taarifa za uongo wakuje na ushahidi wao. Hawataki malalamiko ya wananchi yaweze kusikilizwa. Nimekuwa nikiwaeleza kwamba wananchi wako na hasira kwa sababu hawakuchagua viongozi. Namba mbili, wako na hasira kwa sababu ndugu zao waliweza kuuawa. Namba tatu, wako na hasira kwa sababu miili ya ndugu zao ambao waliweza kuuawa imefichwa. Hawataki kusikia hayo vitu ambavyo wanasema kwamba eti upuuzeni uongo huu. Hawajakucha, hawajaleta kitu ambacho kinaitwa ushahidi. Hata kipindi ambapo CNN ilipoweza kutoa ripoti, walisema kwamba upuuzeni uongo huo, wakasema kwamba maudhui yale ya CNN ni ukora. Wacha niweze kuwaeleza wananchi ambao mnanisikiliza mimi, nimekuwa kwenye hii tasnia ya wanahabari, hakuna siku ambayo serikali itakubali kwamba imefanya kosa hakuna no single day, kwa sababu wanajua kwamba taarifa hii ambayo niliweza kuitoa wananchi wengi wameweza kuiangalia, na mimi nimegundua kwamba serikali inaniangalia which is good, which is good. Malalamiko ya wananchi yanafika kwa serikali, lakini mbona wao wanataka wananchi waweze kunipuuza kipindi ambapo nawaambia taarifa za ukweli ambazo zimetoka za ndani yani, lakini wao ambao wanawapotosha wananchi kwamba wananchi hawakuuawa. Ehe, wanaambia Umoja wa Kimataifa kwamba ehe, eh, Bwana Tundu Lisu alifanya makosa akawekwa kwenye jela, amefunguliwa mashtaka ya uhaini kipindi ambapo Tundu Lisu hajafanya kosa. Wanajaribu kuwaambia wananchi kwamba wasiandamane na wananchi wanawaambia kwamba tunataka kuandamana kwa sababu hatukufanya uchaguzi, kwa sababu ndugu zetu waliuawa, kwa sababu hata tume ambayo wameweza kuiunda iweze kuchunguza uvunjifu wa amani Tanzania na yale maafa ambayo yalitokea, ile tume haina viongozi kutoka asasi za jamii, haina viongozi kutoka kwa, kwa, kwa, kwa, kwa viongozi wa dini. Ile tume inajumuisha watendakazi wote ambao wamewahi mfanyia kazi Samia Suluhu Hassan na chama cha Mapinduzi. Wale ni makada wa chama cha CCM, lakini hawataki kusikia wananchi, kile ambacho wananchi wanasema, lakini wao wanataka waweze kuwasikiliza, si ndio? Wao wanataka raia waweze kuwasikiliza, si ndio? Wanipuuze yani, wanataka raia wasiwasikilize yani, wanataka raia wasinisikilize, wao waweze kuwasikiliza, si ndio? Kipindi ambapo wao ndio wanapotosha wananchi. Wananchi wameuawa e, wa miili imezikwa miili imefichwa, wanajaribu kusema kwamba taarifa hizo ni za uongo. Juzi tukaona CNN ikaripoti kwamba wagonjwa wengine walikuwa wanatolewa hospitalini kuweza kufichwa kwenye kitu ambacho kinaitwa mochari waweza kufia pale. Wakasema ni uongo. Video za mwananyamala zikatolewa, wakasema ni uongo. Satellite ikathibitisha kwamba ni ukweli. Sasa ewe mpenzi mtazamaji mwenye unanitazama, sitaki mimi niweze ku, ku, kusema mimi ni mzuri. Hapana, mimi si mzuri, hata mimi niko na mapungufu yangu, lakini taarifa ambazo ninawapasha ni za ukweli serikali inafaa inafanya inafaa kukuja na ushahidi kuonyesha Ezra amedanganya, na ni jambo zuri. Nimegundua kwamba serikali inanitazama. Kwa nini? Ujumbe wa wananchi unafika kwa serikali moja kwa moja. Sasa mimi nikihitimisha, naambia hii serikali, msipowasikiliza wananchi, musibe ufa, mtajenga ukuta mimi hata mkinitolea machapisho, mimi ni mwanahabari. Mulisema sijui najiita mwanahabari, mimi niko niko mpaka na kibali cha mwanahabari. Mnaniona sasa, serikali inawalilia wananchi waweze kuwasikiliza. Ndio, lakini upande wa serikali haitaki kuwasikiliza wananchi. Ndugu wananchi, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anapenda kuwatakia wananchi wote heri ya sikukuu ya uhuru wa Tanzania Bara inayoadhimishwa kila mwaka tarehe tisa Disemba. Aidha, serikali inawashauri wananchi wote ambao tarehe tisa Disemba 2025 hawatakuwa na dharura, kuitumia siku hiyo kwa mapumziko, hivyo kusherehekea siku hiyo wakiwa nyumbani, isipokuwa kwa wale ambao majukumu yao ya kazi yanawataka kuwepo katika vituo vyao vya kazi kama ambavyo wataelekezwa na viongozi wao. Asanteni, nawatakia sikukuu njema. Sasa serikali inatakaje wananchi waweze kuisikiliza, wasimsikilize bwana Ezra akiwapasha, lakini wao hawataki kusikiliza malalamiko ya wananchi. Wananchi wakiwaambia jamani, hivi na hivi hatujaridhika, ukandamizaji hatutaki kutunyima, uhuru wa kujumuika pamoja na kujieleza hayo mambo hatutaki jamani haya mambo ambayo mnatufanyia hapa mnatunyima uhuru wa kujieleza hatutaki udikteta hatutaki serikali inasema kwamba wale watu ambao wanazungumza hayo hawataki Tanzania mema sasa mimi Ezra sitaki Tanzania mema kivipi mimi haja yangu nipasha wananchi nipiganie wananchi haki zao wa kunitukana, uwanja ni wenu. Kama serikali itaona tena iweze kunitolea machapisho mimi ninafanya kazi ya mwananchi mimi ni mwanaharakati mwanahabari. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Nitahakikisha ninapitisha ujumbe na malalamiko ya wananchi papa hapa mpaka wananchi wa Tanzania waweze kupata haki. Haya mambo ambayo serikali ya Tanzania inakandamiza vyombo vya habari, inakandamiza wananchi, wanaminya mtandao, wananyima wananchi uhuru wa kujieleza. Hayo mimi sitaki kuyasikia. Wananchi waheshimiwe kwa sababu hata hao viongozi ambao wanawajibu wananchi kwa dharau, wanapokea mshahara kutoka kwa kodi ambayo wananchi wanalipa. Kitu ambacho ninataka serikali hii iweze kuwajibika kwa makosa ambayo walifanya. Namba mbili, wananchi waweze kupata fidia. Na wananchi wanasema kwamba wanataka katiba mpya, katiba ambayo itamruhusu mtanganyika kuweza kuhesabiwa, itamruhusu mwananchi aweze kujieleza na wala sio kuweza kufinywa, katiba ambayo itaunda ajira kwa vijana. Nikianza kusungumza nitasungumza mpaka kesho. Mimi ni Bwana Ezra, asanteni sana kwa kunisikiliza haya yote ambayo unazidi. Asante sana kwa kunisikiliza, kama uko na taarifa, unaweza ukanipasha.